Raisi wa Marekani Donald Trump alikuwa mwenyeji wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House. Mambo hayakuwa rahisi kama wengi walivyodhani. Rais Donald Trump kwa mara nyingine alitumia ofisi yake ya Oval kumshambulia kiongozi mwingine mkubwa wa Kiafrika aliyezuru ofisi hiyo. Na safari hii alikuwa ni Cyril Ramaphosa, raisi wa taifa lenye nguvu kusini mwa Afrika, Afrika Kusini. Katika kile kilichochukuliwa kama hatua ya kushtukiza ambush, kama ilivyoripotiwa na majarida ya kimataifa, ililenga kumwaibisha kiongozi huyu mkubwa wa kia Kiafrika Ramaphosa. Trump alionyesha video iliyokuwa na kile kilichodaiwa kama ni mauaji ya kimbari ya wakulima wazungu nchini Afrika Kusini, madai ambayo hata hivyo hayana ukweli. Katikati ya mvutano wa mazungumzo baina ya wakuu hao wawili ofisini humo, Ramaphosa alimtaka Trump kujadili masuala yanayohusu ubaguzi wa rangi kwa utulivu mkubwa. Akirejea urathi wa kiongozi wa kwanza wa Afrika Kusini Nelson Mandela, mwanaharakati alipinga ubaguzi wa rangi na rais wa kwanza mweusi alichaguliwa kidemokrasia nchini Afrika Kusini baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Alisema kiongozi huyo aliwafunza kukaa mezani na kuzungumza pindi yanapotokea matatizo. Kila wakati alijaribu kuyatuliza mazungumzo yaliyotoka kwa Trump kwa kuingiza masuala ya kuanzia biashara ushirikiano, ni nini ambacho Afrika Kusini inaweza ikaofa kwa Marekani na kile ambacho Marekani inaweza kufanya kwa Afrika Kusini katika muktadha wa faida pande zote mbili. Hata hivyo, alichagiza na mchezo wa gofu ili angalau kumfurahisha Trump. Katika kile kilichozua gumzo mtandaoni, Trump aliagiza wasaidizi wake kuweka video inaoonyesha kiongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema akizungumza kuhusiana na sakata la kurudisha ardhi kwa wenyeji wa Afrika Kusini. Wakati video na sauti ikiendelea kusikika ya kiongozi huyo wa chama cha upinzani Afrika Kusini ulikuwa ni wakati wa ukimya. Rais Donald Trump alikuwa kimya na Rais Ramaphosa kila alipojaribu kutaka kutia neno Trump alikuwa kimya. Manake alitaka yale ambayo yanazungumzwa yasikike. Alirejea na kumwambia kwamba hiki ambacho kimefanyika hakijafanyika mafichoni. Kimefanyika hadharani katika jopo la watu wengi. Je, sio sumu ya chuki inayoenezwa dhidi ya wazungu? Trump anamuuliza, kiongozi huyu ametoa matamshi makali namna hii, nilitegemea ungemkamata. Kwa nini hajakamatwa? Kwa nini Julius Malema hajakamatwa mpaka muda huu? Rais huyo wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alipinga kabisa madai yaliyotolewa na Trump akisema hakuna mauaji ya kimbari nchini Afrika Kusini alipozungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo. Hili ni suala linaloonekana mwiba kwenye uhusiano baina ya mataifa hayo mawili katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema Trump huenda anafanya haya kwa sababu kubwa mbili. Kwanza ni kusaulisha umma matatizo yake, ikiwa ni pamoja na kushindwa kuvimaliza vita vya nchini Ukraine. Na kitu kingine cha msingi kinachojirudia ni kwamba Trump mara kwa mara amekuwa akiwalaumu watu weusi kwa uhalifu ambao hawakuufanya na kutaka kuwafukuza watu wengi wasio wazungu nchini Marekani. Hatua yake ya kuwakubali asilimia sitini ya wazungu kutoka Afrika Kusini kuingia Marekani kama wakimbizi inatilia msisitizo nia yake hiyo na sera yake ifanye Marekani kuwa bora zaidi. Inatajwa kwamba kiashiria tosha kwake na wafuasi wake kwamba wanataka kulifanya taifa hilo kuwa la wazungu pekee. Lakini licha ya mvutano uliotokea, Ramaphosa alisema serikali yake itaendelea kufanya mazungumzo na utawala wa Trump kuhusu masuala mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na biashara na viwanda. Katika hatua nyingine Rais Ramaphosa amesema anataraji Rais Trump atahudhuria mkutano wa kilele wa kundi la G20 utakaofanyika mjini Johannesburg mwezi Novemba mwaka 2025. Licha ya mazungumzo haya yaliyogubikwa na hali tete, amewaambia waandishi wa habari kwamba amemhimiza Trump kuhusu umuhimu wa Marekani katika kuunda ushirika wa mataifa yenye nguvu kiuchumi ulimwenguni. Ni jukumu kubwa la kuendelea kuwa kinara kwenye suala hilo. Ramaphosa amesema anataka kumkabidhi Trump kijiti cha urais wa G20 kwenye mkutano huo, na kusema amemwambia kwamba atalazimika kuwepo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, mapema mwaka huu alisusia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa G20 ambapo pia ulifanyika Afrika Kusini Johannesburg. Kwa taarifa zaidi tufuatilie katika mitandao yote ya kijamii, Main FM Tanzania na YouTube subscribe Main FM Tanzania na Main Digital.